Na moja kwa moja kutoka hapa Nairobi tuelekee kaunti namba 29 ambapo kwa siku saba mfululizo, wakazi wa eneo bunge la Tinderet kaunti ya Nandi, wamekuwa wakiandamana wakitaka serikali imtafute mgombea wa kiti cha bunge ambaye ametoweka. Familia ya Shadrack Maritim ambaye alitoweka siku tisa zilizopita chini ya mazingira ya kutatanisha inasema juhudi zao za kumtafuta hazijafua dafu, huku simu yake ikiwa imezimwa

Mbaya tunampenda, eh? Tunampenda kwa dhati ndio maana tumewaacha kazi zetu wote tukuja hapa tujumuike na yeye. Ni aibu sana Yo, kwa sisi kupambania haki yetu na sisi kupigwa tiagas. Tinderet hapa hatujaifanya atuja, maandamano against serikali hatujaifanya maandamano ya kuharibu mali ya watu, lakini sasa leo tumekuja tumepigwa tiagas na kwa kuna kitu tumefanya makosa. Tunangangania haki ya mwenzetu. Kumbuka mnamo Januari tarehe ishirini na tisa kapten alienda akarekod statement pale songo police station, na hatujawahi jua hii kesi ilifika wapi mpaka juzi alipotea, mpaka hatujui mahali aliko. He was threatened several times by somebody who is in the government officials, lakini hatujui hiyo kesi ilifika wapi. So tunawauliza nyinyi kama serikali, munaanza kuturushia tiegas and yet we are demanding our justice, we are peaceful, hatujaanza kukoroga vitu ya watu.